Na kutoa maombi lakini pia akikashifu ghasia zilizoshuhudiwa. Wako watu waliouawa wakiandamana, lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani, wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao wa na huku serikali ya rais Samia Suluhu Hassan kupitia naibu rais Emmanuel Nchimbi ikielezea dhamira ya serikali kuanzisha mazungumzo ya maridhiano, askofu Ruwaichi anasema msingi wa amani ni haki kutendeka. Hakuna amani bila haki, hilo mliweke sawa vichwani mwenu. Wanaharakati na wanasiasa duniani wameendelea kukashifu jinsi uchaguzi wa Tanzania ulivyoendeshwa. Kwa hivi punde ni aliyekuwa rais wa Botswana, Seretse Ian Khama ambaye amesema uchaguzi wa Tanzania haukuwa wa haki. It is totally unacceptable. When an African leader in order to stay in power will resort to killing his or her taifa letu limepoteza heshima kutokana na yale yaliyojiri ya wiki ya uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, nchini Tanzania kesi ya Uhay...